Muda mfupi uliopita mmeona namna ambapo naibu spika ametutaka wabunge wote wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kutoka bungeni baada ya kambi kuonye, kuonyesha dhahiri ulazima wa kiti kusimamia kanuni za uendeshaji wa bunge. Bunge lilipoahirishwa kipindi cha asubuhi, kulikuwa kuna hoja maalum iliyokuwa mezani, na bunge liliahirishwa, kamati ya uongozi ikaitwa ili likafanye wajibu wake wa kushauri spika, na hatimaye spika tutakaporejea saa kumi, wajibu wa kwanza ulikuwa ni kuhitimisha hoja ambayo ilikuwa katikati. Si kanuni za bunge hoja kujadiliwa Ikaishia katikati ikaaja hoja nyingine ikakamilishwa ile hoja ya awali ikarejeshwa. Sio utaratibu kabisa kabisa wa uendeshaji bunge, na kwa kipindi changu cha miaka yote nimeishi katika bunge hili, huu ni uamuzi wa kituko kuliko ambao nilishawahi kuona wakati mwingine wowote. Kwa hiyo kilichokuwa kinapiganiwa na kambi rasmi ya upinzani bungeni kilikuwa ni spika aache tujadili hoja iliyoahirisha bunge asubuhi, ambayo ni hoja iliyohusu sakata la Yudom. Kwa taarifa yenu tu, ni kwamba kamati ya uongozi ilikaa, na baada ya kamati ya uongozi kukaa iliona kabisa kabisa kwamba wanafunzi wa Yudom hawakuwa na makosa, na kamati ya uongozi ilishauri uongozi wa bunge na ilishauri serikali tutakaporejea bungeni saa kumi jioni, basi waziri wa nchi, samani, waziri wa elimu wanayohusika aje atoe kauli ya serikali kuhusu kuwarejesha wanafunzi ambao bado wako Dodoma chuo kikuu Dodoma kule Udom wakati taratibu nyingine zinafuatwa. Lakini siku ya leo vile vile ilikuwa na mambo mengine mawili makubwa sana. La kwanza ni mjadala wa bajeti ya wizara ya maji, wizara ambayo ni nyeti mno, inagusa sana watanzania walio wengi. Mtakumbuka kwamba wizara hii iliwasilisha bajeti yake siku ya Jumamosi na leo ulikuwa kuna muda wa msingi sana wa kufanya mjadala wa muhimu kuhusu swala la maji ambalo ni tatizo na kero kubwa kwa taifa. Lakini katika mazingira ya kushangaza na kustajabisha naibu spika akafanya makosa. Kosa la pili, kosa la kwanza aliacha kuendelea na mjadala uliokuwa uko mezani, lakini kosa la pili akaamua kuufunga mjadala wa maji kwa kumwita naibu waziri aanze kuwasilisha majumuisho, alafu aje waziri kumalizia majumuisho kwamba sasa Watanzania ama wabunge wananyimwa fursa ya kujadili jambo la msingi sana ambalo ni tatizo la maji linalogusa maisha ya Watanzania wa kawaida, lakini kwa taarifa zenu, wa ndugu waandishi wa habari, wa katika oda ya pepa ya leo vile vile kulikuwepo na taarifa ya kamati ya maadili, ambako kwa, kwa msukumo na shinikizo la naibu spika walikusudia kumaliza mambo mengine yote, wakiona hayana maana ili kuokoa muda wapate muda wa kuadhibu wabunge wanaotokana na kambi ya Ukawa ambao kwa misingi ya uwajibikaji wao ndani ya Bunge kutetea hoja mbalimbali wanaonekana kwamba wanakosa nidhamu. Sasa kwa sababu ya kutafuta kulazimisha huo muda, waziri anaamua kufunga wizara nyeti kama wizara ya maji. Spika, naibu spika, spika, eti ili apate muda wa kwenda kujadili taarifa ya kamati ya maadili. Pili, anaahirisha maelekezo ya kamati ya uongozi wa hoja iliyokuwa mezani kuhusiana na Yudom. Anasema baadaye waziri atapatiwa nafasi nyingine, ili tu kuokoa muda kujadili kamati inayokwenda kufanya maamuzi ya uonevu, kamati ya maadili. Sasa baada ya kuyajadili hayo, misingi hiyo mitatu, mliona kambi yetu ilivyo reacti. Tukitegemea spika angekuwa na busara kumruhusu mheshimiwa Mnyika atoe hoja yake au mheshimiwa Bulaya atoe hoja yake au mheshimiwa Hechi atoe hoja yake. Ninaomba mwambie Watanzania kwamba hatutaki kutokuheshimu kiti cha spika, lakini tunategemea spika aheshimu wabunge, aheshimu mawazo ya wabunge, na aheshimu taratibu za kuliongoza Bunge. Na sio wakati wote taratibu nyingine zinazoundwa ni taratibu ambazo ni za haki Tunapoona taratibu na kanuni zimetungwa kwa ajili ya wingi wa kundi moja za kuzima maslahi ya walio wengi, hatutaziheshimu hizo kanuni. Na kama ni kutufukuza bungeni, wanaweza wakatufukuza. Hatutafanya utii usio na dhamira ya kweli. Sasa baada ya yote hayo, tunakutana na wabunge, na ni pendekezo langu kwa waheshimiwa wabunge wa kambi ya upinzani kwamba tatizo kubwa la Bunge la kumi na moja la msingi kabisa kabisa ni Naibu Spika, na kwa sababu tumeona mara kwa mara bunge linavurugika, mienendo ya bunge inavurugika, maamuzi ya bunge yanapuuzwa, ni tangu kujiwa kwa ujio huu wa mtu anaitwa Tulia Ackson kama naibu spika. Mimi ni pendekezo langu kwenu wabunge leo, la kwanza kabisa katika ajenda yetu ya leo, tujadili ajenda ya kutokuwa na imani na naibu spika. Na katika kutokuwa na imani na naibu spika, nitapendekeza kwenu waheshimiwa wabunge kwamba siku yoyote ambayo spika huyu na naibu huyu atakuwa kwenye kiti, sisi tutatoka nje. sayo mengine ya kina tutajadili. Waandishi habari, kwa leo hayo yanawatosha. Tumechoka kuoneo katika bunge hili, kama ni maagizo yanayotoka nje ya bunge ama ya ndani ya bunge. Tumechoka kufanywa watoto wadogo, kila siku kufukuzwa bungeni, na sasa tutataka na sisi kuonyesha kwa kwamba tunaweza kufanya siasa ndani ya bunge na tuna uwezo wa kufanya siasa nje ya bunge. Asanteni sana.